Viungo kama kumi na mbili. Humo, humo. Kwa sababu unaona kama hizi hmm. Oh. Hii ni chumvi. Nile kichwa ndugu yangu maana naona vitu vingine vimekuwa nje ya uwezo wangu hivyo nakuachia wewe mtaalamu Mimi sikupingi ndugu yangu na kwa sababu <laughs> <Yeah. laughs> umekuwa mkali wa hivi vitu <laughs>